Maandamano yao kwa amani. Sisi wenyewe watu wa CBD, watu wameletwa kutoka nje ya CBD kukuja ku, kufukuza waandamanaji of which it is wrong. Kama mtu wako na ile freedom yake ya kuandamana, wacha andamana na amani. Mimi Gavana Sakaja, today umeharibu kabisa, umeloa your dignity kwa watu kabisa, una deploy watu wakuje kupigana na wale waandamanaji, of which is wrong. Wacha watu waandamane wasiharibu vitu na waandamane na amani unatuma watu wale, watu wanakuja kupiga kupiga wananchi, wanaharibu vitu. Inasemekana ni wanabodaboda walitumika kuharibu vitu CBD, of which sisi bodaboda alijatumika. Wale wenye bodaboda wako hapa ni wageni kabisa, wale watu wa wenyeji wa CBD alijatumika mahali popote. So sisi tusiharibiwe Akaja na gaucho. hey, gaucho eh vijana, gavijana wametoka uko mitaa gani? wanakuja wanakuja tawala Wana polisi wanawalinda wanakuruga. Sisi watu wenye tumekuja kupiga ninji, tunapigwa na polisi na tunapigwa na gunzi. Ni sawa round hii tuko na nyinyi. Sakaja, we watching you. Mmedanganya mzae na 2 milioni na kachizi, lakini hamwezi kuchizisha sisi sisi. Tupatieni 2 milioni wote basi muone kata tulia, tuwezi tulia. Hiyo ni upala and this is not just about Albert Ojwang, kuna watu 200 wameuliwa ni serikali. Watu 199, yes, na watu wengine sana wako wakomisi wengi sana, so this is not just about Albert Ojwang kwa babake, lakini sisi bado tunaumwa, sisi bado tumejaa, sisi bado tunataka Ruto must go. Akona kipara lakini lazima zakayo hawezi niguza guza eh? Mi hawezi niguza, tunajuana